Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana wana Singida, kumpongeza sana mbunge wa Singida kwa kuhakikisha kwamba anaomba wadau mbalimbali kuhakikisha tunakuwa na uwanja huu, lakini hili linafuatia pia kuwa na timu nzuri ambayo ina compete kabisa, uh, kuona kwamba inaweza kuwa bingwa siku moja katika miaka ya karibuni wa uh, ligi ya NBC Premier League hapa nchini. Mnafanya vizuri sana kwenye upande huo. Hili la kujenga uwanja peke yake linaonyesha jinsi ambavyo uongozi uh, wa timu hii uko serious. Swala la kujenga majukwaa na lenyewe litafuata taratibu, hatua ni moja baada ya nyingine. Hatuwezi kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja na lifti ndugu zangu wa Singida inakukutia njiani, hata kama unataka kuomba msaada wa kujengewa majukwaa wadau mbalimbali wengine wawekeze, lakini wakiona kama umekuwa serious na umeanza na pitch kama hivi inakuwa rahisi kuwaelewesha kwa nini wa kuunge mkono kwenye kufanya hilo ambalo unakusudia kulifanya. Kwa hiyo niwapongeze sana wana Singida, nimefurahia mmekuwa na uwanja mzuri sana pengine, uh, miongoni mwa viwanja uh, vyenye pitch bora kabisa katika nchi yetu, na kwa hili naamini kwamba sasa mko serious kweli kweli, sio tu kutengeneza miundombinu ya michezo, lakini kuhakikisha timu yenu inafanya vizuri. Mjumbe wa bodi hapa ametangulia kusema kwamba timu yenu iko katika tatu bora mwaka huu. Mimi sina la kusema, kama uh, waziri mwenye dhamana ya michezo, niko kwa ajili ya kushuhudia hilo, lakini niwatie moyo, tusiache tu siache, klabu chache ndo zikawa zina nguvu na zina uwezo wa kupata matokeo kwenye nchi hii. Wameweza bali na sisi tushindwe, tuna nini?